Naitwa Sholi Fanuel Maduhu, mwenyekiti chama cha walimu Tanzania mkoa wa Mwanza. Tuna siku takribani tatu kuelekea uchaguzi mkuu. Natumia nafasi hii kuwaomba bila hofu, popote pale mlipo walimu, tujitokeze kwa wingi kwenye zoezi hili la uchaguzi. Najua tunashiriki kuanzia kampeni mpaka sasa, kampeni zinaendelea, ili tuweze kusikiliza sera na tuweze kupata maamuzi sahihi ya kuchagua viongozi wanaotufaa. Hii ni kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba kwamba nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa demokrasia. Sasa demokrasia ya kweli, viongozi wake wanapatikana kupitia uchaguzi, na sasa ndiyo nafasi kwetu. Tujitokeze kwa wingi kwenye shughuli za uchaguzi kuanzia kampeni na hatimaye tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka huu elfu mbili ishirini na tano sote tujitokeze kwa wingi tukatimize takwa letu la kidemokrasia, na hili ni takwa la kikatiba. Jamii nzima inatutegemea sisi kuona yale tunayoyafanya yanaendana na matakwa ya jamii na yana manufaa kwa jamii. Bila uwepo wa amani hapa nchini, hakuna shughuli yoyote inayoweza kufanyika kwa ufanisi, na hivyo sisi kama walimu ni vyema tukaitahadharisha jamii ichukue maamuzi sahihi bila kutishwa, bila kuogopa bila hofu yoyote, wanajamii wote na sisi walimu tujitokeze tarehe ishirini na tisa tukafanya uchaguzi, kwa sababu amani ndio inayotusababisha tuendelee kuwa na kazi yetu sisi ya ualimu. Wafanya biashara waendelee na biashara zao, lakini maendeleo yapatikane lazima amani iwepo. Hata ukianzia ngazi ya familia, familia isiyokuwa na amani hamna lolote linaloweza kufanyika kwa ajili ya maendeleo. Nchi yetu inatutegemea sana sisi walimu, na amani yetu inatutegemea sisi walimu, kwa sababu jamii iliyopo inaamini mwalimu ndio maarifa na ndio kitovu cha kila jambo jema. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Mwanza, Mungu tubariki walimu wa Tanzania kupitia Chama cha Walimu Tanzania CWT. Santeni sana kwa kunisikiliza.